Manadamu amegawanyika katika sehemu kutatu. Sema mwili, namba mbili roho. Sasa kuna kitu inaitwa moyo au nafsi au neema ndio kitu ambacho kimebeba mafanikio yako. Kwenye nafsi ndiko kuolewa kwako kupo. Kwenye nafsi ndiko nyumba yako ilipo. Kwenye nafsi ndiko wokovu wako kwa ilipo. Kwenye nafsi, kwa nafsi ni kama flash. hebu Sema flash. kama memory card. Naweza ukawa na sabufa kubwa nzuri kabisa inang'aa, lakini haiongei. Ili iongee, unaleta kitu kidogo ambacho kinashikwa, yaani unaishika, unaitupa, ukichomeka, unashangaa kinaanza kusoma. Sasa wachawi wana utaalamu, wanaweza wakachomoa fulashi yako, wakakuingizia flash yenye virus. Kwa hiyo ile flash yako ikawa inasoma presha, inasoma kisukari, inasoma kukataliwa, inasoma kuachwa, inasoma roho ya dharau, inabeba kwao. Kila atakaye kuona haoni kitu kingine, anaona dharau ndani yako, anaona umaskini ndani yako, anaona roho ya mateso ndani yako. Leo nataka nichomoe flash ya kuzimu, niite flash yako ilikokamatwa, niingize ndani yako, atokee mtu ambaye anaishi si kama. Naongea na watu ambao wako tayari kupokea nafsi zao, kila kudharau leo hata kudharau tena, kwa jina la Yesu, alia amsema ya nafsi yangu iachiliwe. Tuusa mweza kumwambia flash yako iko wapi? Weke mkono kwenye mwambia, ise flash yako iko wapi? Mwambie flash ulionayo inasoma nini? Takwambia inasoma pressure, inasoma kukataliwa, inasoma magonjwa, inasoma kazi ya ENT napigwa na, na mashe, nakwambia nikirudisha nafsi yako, na kama unaamini leo Mungu akirudisha nafsi yako na moto ukiwaka kwenye madhabahu za wachawi, nakwambia, hata kama kwenu wakisema huyu anakwenda kufa, unawambia subiri, mtaona kama nitakufa. Watambulia kuona baraka, watambulia kuona heshima, watambulia kuona afya. Maanake anasema je, wawili wanaweza kutembea wasipopatana? Maanake nafsi yako ikichomolewa, inabaki mwili na roho, si sawa jamani eh? Kwa hiyo kama mwili unataka kwenda mahali na roho inataka kufanya kitu, nafsi haipo. Kumbuka nafsi iko kwenye akili, akili iko kwenye nini? Nafsi. Kwa hiyo moja ikikamatwa na akili, imefanyaje eh? Imekamatwa eh? eh? Mtu ambaye nyota yake imeng'aa si wa kushindana naye mtu ambaye vitu vyake vimerudishwa ndani yake, si wa kushindana naye, atashinda usiku na mchana. Le piga makofi, angepiga mara, mara, mara, zaidi na zaidi. hayo makofi mpigia Yesu, ambaye leo kuna radi zitapita hapa. Hii nafsi ndio inayofungwa mtu anakuwa zezeta. Hii nafsi ndio inayofungwa mtu anakataa nyumbani hii nafsi ndio inayofungwa na wanaume wengine. Naomba mwe makini na vyakula mnavyopewa na wanawake wana ambao sio wake zenu. Niseme nisiseme? Wewe mwanaume unaenda kula chakula cha mwanamke ambaye hujui ameandaaje, tena kwa sababu tu anakupenda, I love you sweetie, unapewa chakula ameshanenea, akazungusha, si ajabu ameweka na maji yake, akaacha tu. Sema atakapokunywa anikunywe mimi I am telling you. Unafikiri na kudanganya si kudanganyi Unashangali lizee au kijana ameacha na nyumbani ameacha mpaka na mke wake mchafu mchafu kumbe sio mchafu ametekwa akili yake kupitia chakula wakati mwingine wanaandaa chakula wanakalia niwaze tu mimi niwaze mimi. Unakuta mtu amechanganyikiwa kwa ajili ya mtu leo kama nafsi yako imekamatwa na mwanamke yote na mwanaume yote kupitia chakula, hizo chakula vivunjike, agano la chakula vivunjike, maagano ya kuzimu yavunjike, kijana wakaachiliwe, kaka akaachiliwe, mdogo wakaachiliwe, baba akaachiliwe, fahamu zao ziachiliwe. Uko tayari? Ukaachiliwe, uko tayari? Ukaachiliwe, uka ninaona watu wengi mahali hapa ninaona watu ambao wako mahali hapa wamewakilisha koo na kabila wamewakilisha familia zao. Ninaona wanakwenda kufunguliwa, ninaona wanakwenda kufunguliwa. Juzi Ijumaa, sema Ijumaa kuna message iko hapa sasa, muda itaruhusu kama. Hapo sijui kama uko hapo, uliyetoa nikwambia jana ujitoe shuhuda, yule dada akasema Ijumaa kwa nafundisha habari ya chakula na kufungua nafsi za watu Akasema alipotoka yeye si, mse nilikuwa nakutumia kama huko hapa anatuma si, aisomeki vizuri, anazidisha maneno lakini, akasema alipotoka hapa, wakati nilipotamka kwamba yeyote anayetumia chakula kuteka mme wa mtu, kuteka mke wa mtu, akasema alipotoka aliyemteka mke mme wa mtu akampigia simu si kama kitu kama hicho, akampigia simu akimwambia simtaki u mme wako ende ananing'ang'ania, njoo chukua mme wako aliyekokataa kakae na watoto wako. Kitu gani kinatokea? Kuna nguvu inakwenda kufungua fahamu za watu, watarudi kwenye fainali zao, watarudi kuangalia familia za kwao. Mtu moja apige kelele, aseme fahamu za familia ziachiliwe, fahamu za mume wangu ziachiliwe, fahamu za kakaangu ziachiliwe, fahamu za mdogo wangu ziachiliwe.